Unaopewa na serikali sio muhuri wa kujigongea gongea kama hii, unakwenda kwenye harusi ile. Ni nyaraka na ni lazima ilindwe na lazima iheshimike, sijui unaelewa mpaka hapo? Sio mtu anakuja na kugonga tu muhuri. Mwenyekiti, sogea hapa. <laughs> Nimejithibitishia kwamba huyu dada ametapeliwa milioni tano. Ninamlipa mimi milioni tano. Wee mwenyekiti, ingia kwenye kumi na nane za kunizurumu, mi mi namlipa huyu kwa niaba yako, shika hela hii. <coughs> Hey, hey, hey. Asante mombehel. Mheshimiwa Rais Samia ndiye aliyetuma ifanye kazi sawasawa na kulipa mimi hiyo hela. Wacha yeye anizurumu mimi, umelewa mpaka hapo, mimi nitamzurumu yeye si chake <laughs> maenelea dadama, nenda kamuombe Mungu, kafanye kazi na muwe makini, na kawaambie wenzako tuendelee kuwa makini. Tigiya matapeli ambao tumewaamini kuwa viongozi, baadhi ya huku chini kaza hawa, tutaendelea nao kuzungumza nao katika hali ya kawaida, na Mungu akusaidie sana. Haya.